Mi nambia eka hachana na maneno wapa mi kila mtu E wala kuna popena. Uyu ni sawa kabisa. Uyu ni nini hili? Ino mbia chana, tukapanga na mifano ya watu sikani sawa chote waneza ki, kutabakia tu yoo yoo yoo so sawa na kwambia na fulani nae si hivi na hivi vikakuwa vikakuwa na na hivi wana roho yake itafanya hiyo. <laughs> <laughs> na pamoja na ile, Biblia yangu inaniambia wazi ya kwamba wakati walipomaliza kula chakula chake Yosefu kenye yeye alifanya nini yenye alileta, lakini onaenda mipango ya kumaliza. Biblia yangu inaniambia hivi ya kwamba Mungu wa huruma ampa naye yeye hey, hey. Anakuwa na mipango mbalimbali juu ya maisha ya mwanadamu. Ninyi wewe unanipangia tofauti na mpango ya nani ya Mungu. Haliwezi kutimilika. Na Yesu anachia maelfu. Oh, wow, wanamaliza kula chakula. Wanaona wafanya biashara. Ya Misri wanafanya nini? Bana tukia. Kwenye bana tokea, Yuda mpenda makuta. Yuta sasa ni baona, banakuya eh, Anaona anaona viko mm -mm. Na mangamia anaona viko na manukato, anaona viko na zeni, anaona viko na mane mane. Yuda kasema, mutai kwa hapo. Yuda kama uliniza, e wange, muko mnalangula vyote, aseme, kina ketu tunakutana, tunalangula tuko na ndugu yetu eko mwaishi, mutulangulie eh? Damu ya ndugu yako haiko mzuri, lakini tumukulie mutakatifu kule, njoo hende wamumuwe, lakini siyo, tusimuwe. Shangilia Yesu! mpango wa nani? Mpango wa nani ya? Shangilia Yesu, eh? Akumbe Mungu ikwa na muchibia nini? njia. Ikwa na muchibia njia, Mungu ikwa na fungula njia ya kumufikisha kwenda kuinuliwa. Udana sema tusimange damu ya ndugu yetu, kwa sababu ni mwini moja na sisi, benye wangapi? Benye biko na hilo wache mdole vipande makumi mbili vya fedha venz. Ninaweza sema ni family shele. Mm. Nienda mu family shele. Hii family shele kumtai kidogo chini ya kitu leo. Tukwende, ninaenda leo. Shangilia Yesu vipande makumi mbili vya vya nini vya fedha Rubeni. Wakati iana anarudia, ona mtoto mwingine, mtoto wa akili. Sasa nirudia anakutana pasta ndani ya bilika, ndugu yake hai basi amkulia nini Mutana.

ile vazi anaangalia anaona vazi ni ya Yosefu. Oh, baba katoa kilio, mavazi ma yakakava nini, akapasua pasua, pasua. Akavaa mavazi ya kilio na maombolezo, mtoto wangu Yosefu, sababu alikuwa anampenda sana, alikuwa namupenda sana, akaanza kulia na kuombo

Yeah, yeah. Hawezi fikia utimilifu wa baraka za Mungu bila mateso bila shita bila vikwazo njiani. Ndio maana Mungu anakuambia wazi ya kwamba safari ya kuinuliwa muna vikwazo, na kuna mipa, na kuna michongongo, kuna milima, na kuna bonde Salishika mule kwa naweza kula vinono, na kula vinono, na kula vinono, na kula vinono. Mungu anasema hapana. Hii ngali tu, hapo ni eskali. Nifasi ya kupumuzikia. Kwenye nyemi nilikuweka. Juu ufike tu kwenye niko nafaa nini? Niko na kubeba. Yosefu njo ule. Kwenye ito mule. Niko anaishi raha. Ambiance na ambiance. Ambiance. Ona shetani. Shetani anafanya nini? Naye anapanga mipango yake. Mipango yenyewe tofauti na mapenzi ya nani? Ya Bwana. Mipango ya shetani ilikuwa ni kumharibishia na mipango ni ya kumumaliza, lakini mipango ya Mungu ilikuwa ni ya kumwinua. Shangilia Yesu. Yanaweza kutokea ule ule mwenye alikuwa anampigia chakula, kwa ule, ule mwenye alimkaribisha, ule, ule mwenye alimpokea, ule mwenye alimpatia kulala, ule mwenye ule ule ule ndio mwenye shetani anafanya nini? Anaingilia ndani yake, anaingia ndani ya mke wa Potifa mke wa Potifa, anamuona Yosefu yeye ndio wa maana kushinda Potifa, lakini Yosefu Yosefu kushindwa, lakini ilikuwa kwa Yosefu kufanya nini? Kufikia utiminifu, ya kile kinye Mungu alipanga. wow! akaacha vazi akazalana nini nambangu. Sasa alikamata nambangu mwisho, bibi ya Potifar. Sasa aliona bibi yake, akatoa kilio ya machozi makubwa, akaonyesha ya kwamba wow! ule, mnini. ule ule ule muisraeli mwenye ulileta hapo ndio analeta nini makumu Shangilia Yesu. Amen. Shangilia Yesu. Amen. Yesu. Bado mutia ndani ya nini? Ya gereza. Bado mutia ndani ya nini? Ya ya gereza. Gereza. Ona nyingine nyingine njia. Kumbe nao ilikuwa ni nini? Nini? Ni fasi ya askari. Aeroporo nyingine nini? Yenye litua. Sasa fika mule ndani ya gereza. Njoo unanatulia. Njoo unanatulia. Iko tu ledite. Hivi anajiuliza, mbona bana nibebesha magumu? Mbona bana nisingizia? Mbona hivi sivizue? Mungu ipitukani baraba. Yenye anifanyizia leo. Mbona nilizalana bangu? Hivi anaowaza. Iko anawaza, anasema mapenzi hapo ya nini yafanyike. Mungu iko anasema tulia mule. Mule uko njia. Shangilia Yesu. Amen. Tuseme sasa amen. Tuseme sasa amen. Amen. Waza we mwenyo ko nanungunika, we mwenyo ko na faazaika, we mwenyo unakata matumaini, we mwenyo unachoka, angalia njia za Yozefu zenye Mungu alimpitisha mbela, mufikishe huku kwenye ndugu zake. Amezungumza nao neno hili, wangalie, kisha nakupeleka kesho kesho yake. Maneno yenye ndugu zake walifanya nini, waliyapitia